Hatuchezi ni kauli ambayo imeendelea kutamalaki na kuchukua nafasi kubwa. E, watu walikuja, walikuwa na kiu ya kusikia nini kitazungumzwa, aidha yale maneno ya hatuchezi yamebadilika, lakini tulichokisikia hapa kama ambavyo wote ambao tunakuhabarisha ni kwambie, wananchi wanachama wazee Yanga kwa ujumla wanadai hatuchezi. Na baada ya jambo hili kutamatika, nimemtafuta e, Captain Kizinga, yeye ana lipi la kuzungumza, akiwa <laughs> amevalia uzi wake wa Alex Belkan, mabingwa e, wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kizinga, uko? Yes. Sawasawa, niko fresh, mm. Yes, niko fresh. Wewe na, ni miongoni mwa watu ambao e, tumekuwa wote hapa kufuatia hii hiki ambacho kilitokea, ambapo tumeitwa kuja kusikiliza nini ambacho watakizungumza. Wengi walitaraji labda kuna mabadiliko ya kauli ya hatuchezi, lakini msimamo umeonekana kuwa palepale. Nyinyi kama ma, viongozi e, baadhi ya mashabiki na wanachama wa Young Africans mnalizungumziaje hili kwa ujumla? Ah, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa na kuwa salama hmm. na pia niwashukuru sana viongozi wetu wa matawi hmm na watu wote waliojitokeza katika eneo letu hili. Kauli yetu ni moja tu kwamba hatuchezi mchezo namba 184 na tunaendelea kuweka msisitizo kwamba hatuko tayari kwenye huo mchezo. Hatuko tayari mpaka barua yetu ijibiwe hatuko tayari mpaka madai yetu sisi yatekelezwe, ambapo yes, swali limeulizwa hapo ndani, ikijaribu e, watu wengi wamajaribu kutathmini ikitokea yanga e, hajatokea kwenye mchezo huo, yanga itakuwa tayari kupoteza ubingwa. Aidha tunakwenda kuharibu mpira wetu wa Tanzania, mpira utaenda kuharibika. Tumeshasema hakutakuwa na bingwa, hmm, hakutakuwa na bingwa. Tuko tayari kwa yes, tuko tayari na hakutakuwa na bingwa. Elewa, hakutakuwa na bingwa katika nchi hii Shee, Yanga ina watu, na Yanga imedhamiria kuokoa mpira wa nchi hii mm. na tutauokoa tu, sababu hatuwezi kukubali kuendeshwa na watu ambao wako tayari kuvunja sheria mm. Sheria tumeweka za nini? Kanuni tumeweka za nini? Mm. Anajitokeza tu mtu from nowhere, mm. anakuja anatuharibia mpira, hatuko mm. tayari kukubaliana na vitu kama hivyo. Captain Kizinga eh, hamko tayari kutumia busara katika hili busara? Hatuko tayari kuzitumia kwa sababu busara sio sheria, busara sio kanuni busara wa kae nazo sasa hivi, tuko tayari kuhakikisha tunabadilisha mpira wa nchi yetu. Yes, tunajisifia tuna ligi bora, una ligi bora, tunaendeshwa na watu wa hovyo. Hatuko tayari. Eh, wakati unahudhuria hapa, ulitarajia ulitarajia, eh, msimamo huu ungeendelea aidha nao ulikuja na hofu ya kusema labda, eh, viongozi wa Young Africans na wazee wameweza kubadilisha tamko la hatuchezi kwanza? Mpaka nafika hapa nilikuwa najua kwa sababu, ah, mimi ni mwanachama pia mimi ni influencer wa Yanga, nafahamu kila kitu kinachoendelea kwa moja kwa moja nilikuwa najua na niwashukuru na viongozi wetu kwa kuwatoa hofu wale wote waliokuwa wanasikia na wana, wanajua kwamba mchezo upo na tuwaambie tu kwamba misimamo ya Yanga, misimamo ya wanachama na mashabiki pamoja na viongozi wetu, msimamo ni uleule ule. Hakuna mabadiliko. Eh, ni viongozi wapya ambao amwahitaji kwenye bodi ya ligi eh, sambamba na TFF ndipo ambapo nyinyi mtaweza kushuka dimbani. Watu sasa swali hili wanajiuliza wale viongozi wote ambao wametajwa kwenye barua ya Dar es Salaam Africans ambao wamekuwa sio watiifu Yee wote ni mashahidi, mmeona wapo viongozi wengi ambao sio watiifu menelewa. Uh, sababu za msingi za kuahirisha derby ilikuwa ni nini? Wadai wamezuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo, wamezuiliwa na nani? Bouncer wa Yanga. <coughs> Yanga katika utaratibu wa waajiri wake, ushawahi kusikia Yanga amemwajiri bouncer? kwenye waajili wa Yanga ulishawahi kusikia kuna kitengo cha mabaunsa wameajiriwa na Yanga? Siku hiyo mabaunsa wa Yanga walikuwepo, sasa sijajua walitokea wapi? Kwa maelezo ya watani wako namna ambavyo waliowezesha barua na taarifa ile kwa umma, Yanga hakuna mwajili wa wabaunsa. Simenielewa? Dar es Salaam Africans hakuhusika kwenye lile sakata. Aliyowazuia wasifanye mazoezi, aliyowazuia wasifanye mazoezi ni meneja wa uwanja ndo aliyeziwia, kwa sababu hana taarifa ya ule ugeni kwamba watakuja kufanya mazoezi meneja wa uwanja sawa? Sio Yanga. Sasa Yanga anahusika vipi hapa? Mchezo eh, unaofuata mnaucheza cheza vipi? Watu wanajiuliza maswali, ikiwa bodi ya ligi na TFF wanatambua ya kwamba mnakwenda kucheza mchezo tarehe kumi na tano ninyi mnafanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa tarehe kumi na nane dhidi ya Tanzania Prisons. Majibu ya mchezo huo umeambiwa yatatoka tarehe kumi na tano au kumi na sita majibu yatatoka nini kitakachoendelea baada ya kuwa mmeshakatwa pointi kwenye ligi? Tarajieni kuona vitu viwili. Cha kwanza, wakikata pointi wakiwapa Simba tarehe kumi na tano mchezo wa tarehe kumi na nane hutauona, wala mchezo wa tarehe ishirini na kitu hutauona, si ndio? Umeelewa? Ligi itakuwa imeishia hapo. Huo ndio msimamo wa wazee na msimamo wetu wanayanga hakutakuwa tena na ligi, itakuwa imeshia hapo, kwa maana hatutashiriki hiyo michezo mingine itakayobaki. Jambo hili e, likifikia e, hatua hiyo, kwa maana ya kwamba e, ngazi za juu lazima zitaingilia kati swala hili amoni ya kwamba ni kama tunakwenda kupoteza mpira wetu wa Tanzania, licha ya hatua kubwa ambayo imepambaniwa kwa muda mrefu. Waingilie sasa hivi, waingilie, waingilie sasa hivi, wanusuru hili jambo mm. Viongozi waliotajwa waondoke ili kipigwe si tuko tayari kukipiga na Simba lakini mpaka hao watu waondoke, okay. Nataka nikuambia kitu kimoja, ukiangalia mchezo wa, wa Simba na uh, Black Star. Elisa si ndio alichezesha? Ndio. wa hapo wa ligi kabla ya huo mchezo Simba amecheza na KMC si ndio alichezesha, alikuwa nani refari mmoja, amechezesha michezo hii Elisa, si kachezesha michezo miwili kwa maelekezo, anakuja kuharibu mchezo wanamfungia miezi sita, si ndio? Aliyemtuma akafanya vile nani? Awa, kwa hiyo wanawatuma alafu wanawafungia. Hasa sisi hatuwataki hawa, wanawatafutia watu ubingwa. Kwa hiyo shida ni refa, shida ni viongozi. Wote hawa wako kwenye utaratibu wa bodi ya ligi. Ulishawahi kuona Yanga anabebwa kwenye mechi yoyote? Hujawahi kuona. Michezo mingapi Simba nalalamikiwa? <coughs> lazima ukubali, sisi kwa sababu ndio timu ya kwanza namba moja kuzaliwa na kuanza mpira sisi ndio tutakao kuwa sheria za mpira na kanuni